Taarifa nyingine kubwa leo ni hii ya mufti mkuu wa Tanzania kushambuliwa. Unasikiliza na kutizama Mseto Media. Nikushukuru sana wewe ambaye umekwisha kusubscribe, na wewe ambaye bado ni kusubscribe sasa, kwa kubonyeza maneno mekundu kisha alama ya kengele ili usio unazikosa taarifa zetu. Kama tunavyojua, kwenye upande wa dini tukufu ya Kiislamu nchini Tanzania kuna viongozi mbalimbali ambao mbali mba wanakwenda kwa ngazi, tukianzia kwa maustadhi kule chini maibu. Imamu wa msikiti mashewa kata wilaya na mikoa na mwisho kabisa kule juu kunaye mufti ambaye huyu ndiye kiongozi wa juu kabisa wa dini hiyo katika taifa, ambapo kwa Tanzania tunaye mtukufu mufti Abubakar Zuberi bin Ali. Sasa kuna taarifa hapa ya kushambuliwa kwa mufti huyo na wananchi wenye hasira. Kupitia kwenye ukurasa wake wa mtandao wa kijamii wa mufti mkuu wa Tanzania kule Instagram, Novemba 18, aliposti picha akiwa amepiga goti na kuandika assalamu alaikum, ni waagize mashehe wote nchini kuanzia mikoa, kata na wilaya pamoja na maimamu wa misikiti yote nchini kusoma dua ya kunuti baada ya kila sala. Dua hii ni maalum kwa ajili ya kuendelea kumlilia na kumwomba Mwenyezi Mungu mtukufu aendelee kusimamia amani na utulivu wa nchi yetu. Baada sasa ya mufti kuandika hivyo, ghafla kwenye sehemu ya comment akaanza kushambuliwa na wananchi Waislamu lakini pia wa Kristo, kwanza wakioji alikuwa wapi siku zote kama kiongozi mkuu wa dini amekaa kimya waumini na Watanzania walipouwawa wakimwambia Uh, ni bora anyamaze tu kimya na aendelee kula nchi na wakubwa. Lakini wengine wakaonekana kumshangaa kuibuka leo na kuandika kuliombea taifa amani, huku akiliruka neno haki, huku wengine pia wakiandika maneno makali zaidi kama nilivyokuwekea hapo kwenye video, lakini wapo pia ambao walipokea na kumwambia sawa Mtukufu Mufti, na wengine wakisema. Tumepokea baadhi ya komenti. Kuna huyu mmoja anaitwa Selemani Rajabu ameandika, Uislamu ni dini ya haki. Sasa mufti, unahubiri amani, unakanyaga haki. Wote tumesoma Qurani kwa uwezo wetu. Wanachokifanya ni kudhalilisha Uislamu. Lakini Yakubu Juma yameandika, wiki ya tatu sasa ndio unakumbuka kunuti leo. Wewe endelea kupiga ubwabwa tu. Lakini Ndolanga Pamba ameweka mikono wa thank you. Mvinja Fani ameandika sau, ameandika amani. Amani inakuja vipi bila haki? Vumilia Mavumila ameandika inshalah. Aisha Asani ameandika ala awape subra. Uh, ameandika kuhusu aehem alfariki, dua yao iko wapi? Rushmani Ndosi ameandika amin amin, samaha mufti wetu. Uh, tumepokea maelekezo, tutafanya hivyo hata sisi tunaoswali nyumbani. Kwa niaba ya wasichana wenzangu tunaoswali majumbani swala zote tano, na mara nyingi tukiwa kwenye maeneo yetu ya kazi na biashara, tutaleta kunuti katika kila swala zetu hata za mmoja mmoja, kwa ajili ya Mungu. Mola anajua nia zetu lakini Kaiboi Tizi ameandika amani huwezi kuja kama haki haitendeki. Shee sote tunajua watu wamedhurumiwa nafsi zao, simameni kwenye haki, amani itakuja yenyewe inshallah. Smash Gele ameandika amin thuma amin. Aisha Sana ameandika ala wape subra mashe wote. Mo Hamed ameandika kula rushwa tu, moto utakuwa kia. Huyu mwingine ameandika Mufti, wewe utaki haki na komenti nyingine nyingi, lakini nyingi zaidi zikiwa ni za kushangaa ama kuuliza kwa nini hajasema chochote kuhusiana na watu kupoteza maisha kwenye machafuko yaliyotokea Oktoba 29, huku wengine wakisema kwa nini ameandika ama kusema taifa liombewe kuhusu amani na utulivu, lakini ameruka neno haki. Sisi kazi yetu ni kukuletea kila lile ambalo linatokea, na hapa nimenukuu tu kile ambacho ameweza kuandika mufti mkuu, na comment za wafuasi wake, ambapo inaaminika wazi, watu wana comment kwenye post yako, mara nyingi huwa ni wafuasi wako. Kwa hiyo sisi tumenukuu tu kile ambacho kimetokea. Sasa nikwambie, wewe mtazamaji wangu, ambaye kwa mara ya kwanza unatutizama, hakikisha umesubscribe ili usije ukazikosa na kupitwa na taarifa zetu nzito na za ndani kama hizo. Bonyeza maneno mekundu subscribe, kisha alama ya kengele itakuja hapo, lakini pia nisiondoke bila kumwambia uh, wewe ambaye umesikiliza mpaka mwisho, asante. Asante sana, tunathamini mchango wako. Mungu akubariki sana na uwe na siku njema. Hakikisha umesubscribe, comment, like na kushare. Mseto Media, we connect everywhere.